Najua president amesema kinaga ubaga hakuna Mkenya anakatazwa kuwa na identity card. Kama rais amesema kwamba kadi ipatie watu, nani huyu mfanyikazi ambaye anazuia watu wasipate kadi? Hapa ukitaka kupata kadi kuna njia nyingi ya kukataza. Wewe kwanza, mtu akikuangalia akiona wewe hivi, anasema wewe unakaa kama mtu wa Ethiopia. Kwani Ethiopia imeandikwa hapo juu yako? hakuna vile mto, mzee wa 75 80 years mtoto yake amesoma ya university, some of our children wanafanya hapa county government, wengine wako national government, alafu mzee anaambiwa atie sio Mkenya. Naomba ID, watoto wa shule wale ambao wako high school kabla hawajamaliza ID wapewe wakiwa shule. Wakimaliza form 4, mtu akiwa akitoka atoke akishika ID yake. Yule anakataza mtu kadi hapo, tunataka kusikia mwekwa jela, hakuna mambo ingine, maana huyo ndio adui wa rais yetu William Samoei.